Limekuwa tukio gumu lilogusa taifa letu, na kwa ajili hiyo tumepata heshima ya pekee sana katika mkoa wetu wa Kilimanjaro ya kuwa na mkuu wetu wa mkoa wa Kilimanjaro. Kwa askofu, mheshimiwa rais amepata ni taarifa na akaniambia nenda katoe salamu zangu, na waambie waumini na mabaskofu waliopokea kwa mshtuko mkubwa vifo vya wanakwaya wetu. Kwa mheshimiwa rais baskofu wanawapa pole sana, na ndugu zangu familia, mheshimiwa rais anawapa pole, na ndugu na zangu wa Same kupitia mkuu wetu wa wilaya anawapa pole sana. Hatuna hakika ya maisha yetu hapa duniani Hatujui saa wala dakika wala siku. Ndugu zetu hawa waliamka asubuhi ya Jumapili na sadaka, wanakwaya wanakwenda kwenye kanisa kupeleka sadaka ili tujenge nyumba ya Mungu huko, kama ilikuwa inataka matengenezo ama kujenga kanisa lingine, lakini siku yao Mwenyezi Mungu ndio amewapangia ikawa imefika. Kama wilaya tunaumia sana, lakini niendelee kukupa pole askofu na waumini wote wa hili kanisa. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Uh, baada ya ajali hii, mheshimiwa mkuu wa mkoa alitupa maelekezo kuhakikisha majeruhi wote wanahudumiwa vizuri, na hii kazi ilifanyika kwa umakini na mimi kama mkuu wa wilaya nilihakikisha maagizo ya mkuu wa mkoa yanatekelezwa. Nilikuwa hospitali kwa muda mrefu kuhakikisha wahudumu wanafanya kazi nzuri. Uh, majeruhi sabini na tano ni wengi, na mtumbuke walikuwa safarini, hawawezi kuwa na dawa au fedha ya kuweza kuhakikisha wanahudumiwa pale, lakini kama serikali ya mama Samia eh, imetuelekeza kupitia mkuu wetu wa mkoa kwamba tuhakikishe wagonjwa wote wanapata huduma bila kujali ana fedha au hana fedha. Lakini pia mkuu wa mkoa aliagiza, kama kuna shida ya usafiri, tuhakikishe kanisa linapewa usafiri. Kwa hiyo magari manne yametolewa kwa ajili ya kuhakikisha ndugu zetu wanafikishwa kwenye maeneo yao. Nipenda kuchukua nafasi hii, kwanza niwape pole sana familia za marehemu sana kwa sababu hawa ni wananchi wetu, wananchi wangu, na jambo kama hili halijawahi kutokea. Poleni sana wanasabi magharibi, poleni sana KKT, poleni sana serikali, familia ambazo zimepoteza wapendwa wetu. E, ninapenda baba askofu, niongezee kitu kwa sababu swala la msiba ni swala la dharura, ni swala ambalo hakuna aliyelitegemea na hakuna aliyejiandaa. Mheshimiwa Baba Askofu, pamoja na kwamba kweli mmeshiriki kununua majeneza ya yani ndugu zangu hapa, lakini leo kwa sababu ile tu ya kwamba imetukia ghafla, ningependa kuwaunga mkono kidogo, tena rambirambi nyingine, rambi kwa maana ya kila familia ili waweze kupata mahitaji yanayopatikana mjini ili wanapokwenda Chome waweze kumaliza hii sherehe ya ndugu zetu salamu. Kwa hiyo ningependa hapa, baba askofu, niko na milioni mbili na laki nne kusudi kila familia ipate laki nne za kununulia mahitaji ambayo ya yanapatikana Same ambayo hayapatikani Chome.